Yawezekana katika watukumi wanaojiuliza namna gani ya kujiunga na, na Sacos na wewe ni mmojawapo. Hivyo basi, kuelekea msimu wa sikukuu za Pasaka, Sacos imetoa ofa ya kingilio kutoka laki tatu na sabini na nne mpaka laki mbili kwa mwanachama mpya. Lakini mwanachama wewe, ambaye ulikuwepo, kwa changamoto yoyote umeweza kutoka, unahitaji kurudi kingilio chako, kimejitenga kabisa, ni laki moja na elfu za Kitanzania. Ni jukumu lako wewe kumwambia jirani, amwambie rafiki, rafiki amwambie dada, dada atamwambia kaka kwamba Senti Ignatius SACOS imepunguza kiingilio kuelekea msimu wa sikukuu ya Pasaka, kutoka laki tatu mpaka laki mbili, na laki moja na ishirini na nne kwa mwanachama aliyekuwepo, ametoka, anahitaji kurudi. Unasubiri nini? Tembelea mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na YouTube kwa kupata taarifa nyingi zaidi. Na kama unahitaji kujiunga na St Ignatius Sacos, vituo vipo vingi sana. Tuna vituo vya Dar es Salam, Morogoro na Dodoma. Unaweza kutupigia simu kwa nambari za simu 0788882883 au kutuma ujumbe mfupi kwenye barua pepe stignatiussacos at gmail .com. mimi ni Gaspa Simon, sina la ziada nikutakia wakati mwema. Bye. Bye.